Ukisoma katika kitabu cha Wakolosai sura ya kwanza na mstari wa 13 mpaka wa 14, Biblia inasema hivi: naye akatuokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Naye akatuokoa, naye akatuokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake ambaye katika yeye tunao ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Nisikilize, katika yeye tunao ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Naye alitokoa katika nguvu za giza, alitokoa katika mateso, alitokoa mikononi mwa adui shetani aliyekuwa kitesa maisha yake. Nisikilize mtu wa Mungu, umekuwa ukiteseka, umekuwa ukiangaika umakukishi maisha ya mateso maisha ya uchungu, ni kwa sababu uja kombolewa na damu ya Yesu na kama umekombolewa na damu ya Yesu, wayi unaishi kwenye mateso, wayi unaishi kwenye utumwa, umekuwa mlevi, umekuwa mzinzi, umekuwa mwashelati, ni kwa sababu hujakombolewa, umo gizani, umetekwa na nguvu ya giza, umetekwa na adui. Lakini maandiko yanatuambia kwamba na yeye alitoka katika nguvu za giza. Kwa hiyo leo, una unakwenda kutoka katika hali hii. Damu ya Yesu nakuenda kukukomboa, damu ya Yesu ndio itaenda kunena mema, utakapoamini kwa Yesu ni Bwana na mwokozi wa maisha yako. Damu ya Yesu itaenda kukuhamisha katika ufome wa giza na kukuleta katika ufomi wa nuru. Tumesoma katika Waebrania sura sula ya 9 na 22 anasema akisha akitupamisha na kutuingiza katika ufalme wa Mungu, yaani kufanyika mtoto wa Mungu, ui utoke katika nguvu za giza. Anakuhamisha, nani anakuhamisha? Yesu anakuhamisha na kukuingiza katika ufalme wa Mungu. Msarekumnaa anasema ambaye katika yeye tunao ukombozi, yaani tunapata ukombozi, unapewa ukombozi tulipoamini tuli tulipewa ukombozi. Utakapoamini unapewa ukombozi, yaani msamaha wa dhambi, unasamehewa dhambi zote. Kwa hiyo ametuokoa katika ufalme wa giza, na atakutoa kwenye ufalme wa giza. Leo napozungumza na wewe, atakuamisha katika ufalme wa giza na utaingia katika ufalme wa pendo lake, ambaye katika yeye tunao ukombozi, yaani msamaha wa dhambi, yani, msama. Kwa hiyo hiyo damu ya Yesu inatutoa gizani na kutuweka katika nuru ya Kristo Yesu.